Ujasiri wa kuitunza injili ya kweli. Je, umewahi kusoma kitabu kinachuzwa zaidi cha Yuval Harari, Sapiens. Kitabu hiki kinatoa mtazamo wa kuvutia wa historia ya mwanadamu. Tunachopaswa kuzingatia hapa ni kwamba wanadamu wanazungumza kila mara, hiyo ni jamii imedumishwa na kuendelezwa kwa kuunda tamthilia. Kutoka hadithi za kale hadi itikadi za kisasa tunasimulia hadithi, mwelekeo wa maisha yetu unaamuliwa na injili gani tunayoamini na kuishi kwayo. Lakini kifungu kutoka kwa Wagalatia ambacho tutaangalia pamoja leo kinahusu injili nyingine. Paulo alisema kwamba watakatifu wa kanisa la Galatia hawakuridhika na injili aliyohubiri, yaani nilichanganyikiwa na kuhuzunika sana kuona watu wakiacha injili ya kweli na kufuata injili tofauti. Hapana, hii injili nyingine ambayo ilimkasirisha sana Mtume Paulo ni ipi duniani? Inaweza kuonekana sawa kwa nje, lakini kulikuwa na sumu mbaya iliyofichwa ndani. Leo tunauliza swali hili pamoja, je, injili ya kweli ina umuhimu gani katika maisha yetu? Na ninataka kushiriki nawe jinsi ujasiri unavyohitajika kuweka injili ya kweli wakati wa Galatia ilipoandikwa. Eneo la Galatia lilikuwa chini ya utawala wa milki ya Kirumi. Tamaduni na dini mbalimbali zilichanganywa pamoja ndani yake. Ukristo ulikuwa dini mpya iliyokuwa imeanza kukita mizizi. Wakristo waliungoka kutoka Uyahudi na kama wa Mataifa, waumini wapya waliokubaliwa walikusanyika pamoja ili kuunda kanisa. Shida ni kwamba Wayahudi walikuja na kuanza kuhubiri injili tofauti, wanasema haitoshi kumwamini Yesu tu, lazima pia watahiriwe. Alidai kwamba mtu lazima ashike sheria ili kuokolewa. Ni kama tunapofanya mtihani shule ni na mwalimu anasema, fanya hili vizuri. Ni kama kuja baadaye na kusema, ah, sio huyo, unapaswa pia kufanya hivi vizuri. Ikiwa sheria zitabadilika ghafla, ni lazima kuwa na utata. Wagalatia walifanya vivyo hivyo. Nilisikia kwamba neema ya msalaba wa Yesu pekee inatosha. Nimechanganyikiwa kwa sababu ghafla lazima niongeze kitu.